Mahakama kuu imeongeza muda wa utekelezaji wa agizo lililozuia halmashauri ya mawasiliano nchini CA kuzima mawimbi ya vituo vya redio na televisheni wakati wa maandamano. Jaji Chacha Mwita ameongeza muda wa utekelezaji wa agizo hili akiagiza kujumlishwa kwa kesi ya chama cha mawakili nchini LSK na chama cha wahariri cha KEG. Kesi hii itasikizwa tarehe 27 mwezi Oktoba. Wakati huo huo, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya CA David Mugonyi kwenye waraka wake kwa mahakama ametetea uamuzi wake wa kuzima mawimbi ya runinga za Kini, K24 na NTV akisema ilisukumwa na usalama wa taifa. Mugonyi akidai kuwa kwa kuonyesha maandamano ya Juni 25 moja kwa moja, vyombo vya habari vilikuwa vikichochea ghasia. Mugonyi anashutumu vyombo vya habari kwa kile alichotaja ni kushabikia ghasia dhidi ya polisi na majumba ya serikali, hivyo kuwahangaisha kimawazo Wakenya na haswa watoto. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen awali alishikilia kuwa serikali haitasita kuzima tena matangazo kulinda usalama wa taifa. <coughs>